Amesimama peke yake akiwa na hasira ya, ya kutorosha uhai wake wa milele nguva Sirena. Macho yake yalikuwa yamejaa hasira, uso wake umejaa makunyanzi ya mzee aliyezoea kushinda sio kushindwa. Kaisari alikuwa akingoja jibu moja tu toka kwa Nero, kwamba tumefanikiwa kumpata Sirena na aliyemtorosha tumemfunga gerezani tunataka utuambie unataka afe kifo cha haraka ama taratibu. Punde milango mikubwa kasri ikafunguliwa kwa kishindo cha chuma. Nelo akaingia taratibu ndani humo, uso wake ukiwa umejaa huzuni na hofu. Aliinamisha kichwa mbele ya mfalme Kaisari akimwaga heshima iliyojaa hofu kisha alianza kuzungumza, mkuu wangu, mfalme wa miungu, naomba unisamehe, nimerejea mikono mitupu. Kaisali hakujibu, badala yake alichukua mwenge wa moto, kisha alisogea hatua moja mbele polepole pole, kama simba mwenye njaa aliyemwona swala aliyenona mbele yake. Kimya kilizidi kwa kizito hadi Nero akaanza kutetemeka. Kaisari alimkaribia Nero, kisha alizungumza kwa sauti ya chini iliyoshiba hasira ya ndani, rudia kwa sauti, kwa sauti, usiogope kifo cha moto. Unasema umerudi mikono mitupu? Nero hofu ikamzidi zaidi. Samehe mfalme kwa kushindwa kule jana. Sirena tuliwaona baharini kwa mbali, lakini walipotambua tunawafuata walijificha kwenye giza, na tulipofika hatukuwaona tena. Nilijaribu kuwafuatilia lakini sikufanikiwa kuwaona. Kitu pekee nilichopata ni hiki hapa, taji la Sirena. Hafla akachukua taji hilo na kulitupa pembeni kwa hasira, huku akipaza sauti ya juu, huu ni upuuzi Nero! Hiki ndicho nilichokuwa likitafuta kwa miaka na mikaka. Sikutaka taji lake, nilitaka nywele zake. Nero, umeamua kunichezea kama mtoto si ndio? Nero alibaki kimya akikosa la kujibu. Alikuwa akitarajia muda wowote mwengi wa moto alioshika Kaisari utachoma mwili wake. Kaisali alikuwa bado anamtazama nero kwa hasira. Kwa sauti ya kutetemesha kuta, Kaisali alizungumza. Alizungumza polepole, lakini kila neno lilikatiza hewani kama upanga wa vita. Nero, nakula kiapo, na maneno yangu yaandikwa kwenye kuta zote za kisiwa hiki cha asali na maziwa. Kuanzia sasa, sitokula chochote, hata nife kwa njaa, Sitokunywa maji wala divai, hata nife kwa kiu. Sitakoga hata mwili wangu uoze kwa jasho na uchafu. Sitavaa mavazi mapya, hata haya niliyokuwa nayo yakichakaa, hadi niitwe mfalme kichaa. Sitopanda mashua kurudi Roma, hadi nihakikishe nguva Sirena na kuwa kwenye mikono yangu. Habari, kabla hatujaendelea naomba usubscribe, ulike na kisha niandikie kwenye comment unaangalia simulizi hii ukiwa wapi? Kijana maskini aliogelea kwa umbali mrefu e na kutokea kwenye fukwe ya mbali. Hakukuwa na mtu yoyote. Alisimama zaidi ya masaa matano akitazama bahari. Alikuwa akitoa sauti kilio taratibu Maneno ya zagiamba aliendelea kumeza moyo wake, lakini udanganyifu wa Sirena ulikuwa zaidi ya mkuki moyoni. Alikumbuka mikono ya Sirena yalivyomshika kwa upole, macho yake mazuri yalivyomtazama. Bona ulisema unanipenda Sirena? Mbona uliniangalia kwa upendo wa kweli? Mbona hukuniambia kwa kuwa penzi hili ni la kipelelezi tu? Lakini hakuna sauti ya Sirena iliyomjibu. Bahari ilikuwa giza, na yeye alikuwa peke yake. Kila ahadi ilikuwa sumu, kila kumbukumbu ilikuwa upanga. Bahari ilizidi kuomboleza, ikipiga mawimbi kwa nguvu yaliyotoa sauti ya huzuni. Kijana masikini alinyata kiganja chake, damu ikaanza kutoka, kisha akanyosha mkono huo ilipo bahari. Tone moja la damu lilichuruzika na kuanguka majini. Maji yalibadilika rangi na kuwa mekunduekundu, yakipokea kile kilichoonekana kama sadaka ya roho ya mwanaume aliyejeruhiwa. Sirena, pahali hii ilishuhudia nikikupenda, na sasa itashuhudia nikikuua moyoni mwangu. Kwa damu hii na hapa kuiondoa sura yako moyoni mwangu, si kwa hasira wala kulipiza kisasi, bali kwa heshima ya roho yangu. Sitaki mtu yoyote kuniuliza kuhusu penzi la nguva na kijana maskini. Sitaki hadithi, sitaki harufu ya bahari, sitaki huzuni. Mimi ni wa dunia hii, ardhi hii, hewa hii. Nitampenda mwanamke atakayekuwa kama mimi, mwenye damu na mapigo ya moyo wa mwanadamu kama mimi. Kamwe sitorudia makosa. kilikuwa kikijiandaa kwa mara ya mwisho siku inayofuata kilipanga kuivamia Zilinda, maana hakuna cha kuwazuia tena. Tayari Selene alikuwa dhaifu, hana nguvu na tena yupo mikononi mwao, katika moja ya chumba cha gereza ndani kabisa mwa pango hilo. Ndani yake alikuwepo yule msichana wa Zilinda aliyetekwa na Zagamba miaka mingi iliyopita kwa lengo la kuzaa kizazi kipya cha nguva vipara. Sasa alizoea mateso, hakulia tena, alikuwa akitabasamu kwa matumaini matumaini. Ghafla kuna miguu ilionekana ikitembea ndani ya maji kuelekea alipo msichana huyo. alikuwa binti wa damu ya kwanza ya Zagamba na mwanamke huyo Azilinda wa wale watoto wawili mapacha, kuzaliwa mwanamke na mwanaume ambao Zagamba aliwaita Mwali na Mzizi, akimaanisha kuwa ndio mzizi na chimbuko la kizazi kipya cha nguva vipara. Huyu alikuwa ndio Mwale mwenyewe. Mwale alimtazama msichana huyo azilinda kwa sekunde kadhaa akiwa na sura iliyojaa ukatili. Mwale mwanangu, mbona leo umekuja kwangu na ikiwa nywele zako bado hazijaota? Mwale ndo alikuwa nguva kipala pekee aliyekuwa akiota nywele Mwali alizaliwa akiwa na vinasaba vingi vya msichana huyo wa Zilinda. Alirithi kwa wingi damu ya nguva wa Zilinda, asili ya mamake. Zagamba alimpa kazi msichana huyo wa Zilinda ahakikisha ananyoa nywele za Mwali kila pale zinapoota, na msichana huyo aliifanya kazi hiyo kwa uaminifu miaka na miaka tangu mwale alipokuwa mtoto. Na kati ya watoto hao wawili mwale na mzizi, mwale ndio alikuwa kipendwa zaidi na Zagamba. Zagamba alimtazama mwale kama roho yake, binti yake wa pekee. Msichana wa, wa zelinde aliendelea kumtazama mwale huku akitabasamu, lakini ajabu siku hiyo mwali hakurudisha tabasamu kama ilivyo siku zote. Alimtazama mama yake, uso wake ukiwa mkavu, kisha akasema, mama, mama, leo sikuja kukata nywele zangu, nimekuja kukata uhai wako. maneno hayo yalimshtua msichana wa Zelinda, akabaki kimya kwa sekunde chache, akijaribu kuelewa maneno hayo. Kisha msichana huyo wa Zelinda alizungumza kwa huzuni, kuniua kwa nini mwanangu? Kwa nini uniue mimi? Ni mama yako mimi ndiye niliyekuzaa ndani ya mateso haya ya gereza na kufungwa minyololo. Sikujali kuhusu minyololo niliyofungwa, bado nilikunyonyesha na kukulea kwa upendo. Kosa langu nini hadi uniue? Nini kinachofanya utake uniue? na ikiwa kwa miaka yote ulinitazama kwa tabasamu. Mwale hakuonyesha kuguswa na maneno hayo, aliendelea kumtazama mama yake, macho yake akiwa ya na kiu ya damu, kisha akasema kwa sauti tulivu iliyojaa ujasiri: kwa sababu kazi iliyokuleta hapa umeshaikamilisha. Miaka mingi iliyopita, wewe ulikuwa chombo cha uumbaji Mlango wa kizazi kipya cha nguva vipara, ulituzaa sisi Mzizi na Mware. Sisi tukakiendeleza kizazi hadi kuwa taifa kubwa. Hivyo pango hili la mdomo wa kifo halina umuhimu na wewe tena. Mwale hakupoteza muda, alishika mnyororo uliofunga shingo ya mama yake kisha akaanza kumnyonga maji akatikisika, lakini Mwale hakuachilia shingo yake hadi pale alipohakikisha msichana huyo amepoteza maisha. Kisha Mwale alianza kutembea taratibu kuelekea alipofungwa Sirena lengo likiwa ni moja tu, kuizika damu yake rasmi kwenye pango hilo la mdomo wa kifo. Pango wa kumtafuta kijana maskini na nguva Sirena ulikuwa umepamba moto, Kaisali akiongoza majeshi. Nyuma ya kundi hilo porini alikuwepo mwanaume wa vita Titus. Alikuwa akitembea peke yake, lakini hafla jiwe dogo likarushwa kutoka kwenye kichaka likagonga mguu wa Titus. Hakuona mtu, lakini mbele yake aliona kichaka cha giza. Titus alishika silaha yake vema, kisha alianza kutembea taratibu kuelekea kichakani alipofika karibu ya kichaka kichaka hicho, kivuli cha mtu kilijitokeza mbele yake. Mbele yake alikuwa Olivia. Habari, huu ndio mwisho wa episode hii. Karibu kutazama episode inayofuata.